wote ambao watafikiwa na risala yetu hii, tunachukua fursa hii kumjibu mlinganiaji wa pote la Kisalafi aliyepo Tanga Tanzania, ambaye imetufikia klipi yake, katika ambayo alidai katika klipi yake ni kwamba amekutia fatwa ya mmoja katika wanavyuoni wetu naye ni Shekh Jaid bin Khamis Alkharusi rahimahu llahu taala, ya kwamba shekhe huyu eh, amesema kwamba pepo ni kwa maibadhi peke yao na wasio kwa maibadhi wote ni motoni. Ndo madai yake ambayo amedai kwa ufupi, na vile vile kwamba alipofariki shekhe huyu Eh, kabla ya kusaliwa kwanza alishughulikia jeneza lake kulieka sawasawa, alielekee kibla sawa <laughs> sawa. Na mimi natangulia kusema kwamba ndugu zetu hawa kwanza, eh, walikuwa angalau wajifundishe usulu wa madhehebu ya Kiibadhi kabla ya kutoka na kushughulikia fatwa za wanavyuoni, kwa sababu hizi fatwa ni furuo ni matawi, tena ni maoni ya wanavyuoni kwa vile walipofikia katika elimu yao na jitihada zao tu. Basi inawezekana akatofautiana mwanachuoni mwingine, inawezekana akakosea kwama mwanachuoni si maasumu kwetu sisi. Kama amekosea, fatwa yake haikubaliki. Hata Imamu Salimi rahimahullahu taala anatuambia, wa khatau lalimi fi lfatwa humil walwizru waldamanu liladhi amil fainkhafi butlanuhu aalaihi fatubu mujmalan ata ilaihi na kosa la mwanachuoni katika fatwa halizingatiwi sawa so na lawama na majukumu kwa yule ambaye atafanyia kazi fatwa hiyo na kama e ita utafichika ubatilifu kwake basi toba ya ujumla itamshika katika matendo yake. Kwa maana wewe, kwa upande wetu sisi, katika madhehebu ya Ibadhi, hata mwanachuoni afikie daraja gani ya jitihadi, amekupa fatwa wewe mwenyewe, ikakubainikia kwamba fatwa hii imekosewa, huna haki ya kuifanyia kazi. Ukifanyia kazi, kama ina makosa wewe unaifanyia kazi, ndo unachukua majukumu wewe ambaye utaifanya kazi fatwa ile wewe ndiye ambaye utabeba lawama sawa, eh? Sio mwanachuoni aliokosea, sawa. rufia an ummati alkhata wannisiyani wamastukrihu alaihi. <laughs> Imefahamika vizuri, tufahamu hicho kitu muhimu sana kuweza kufahamu. Kwa maana hiyo fatwa ya mwanachuoni kwetu sisi sio wahai, ikiwa mwanachuoni kakosea Eh, tunazingatia kwamba hapa kakosea sawa, so, lakini hayo yatajulikanwa kidalili. Kwa maana hiyo dalili ndio ambayo itakufikisha kwamba hii fatwa imekosewa au hii fatwa iko sahihi sawa, so, lazima ufahamu usuli kwanza eh, lazima ufahamu usuli ndio useme. Halafu jengine katika usuli wa madhehebu ya Ibadhi ni kwamba mambo mbele ya mukallaf yamegawika katika vifungu viwili. Kuna mambo ambayo hayana nafasi ujinga wake ujinga wake eh, hayana nafasi ya ujinga, kwa maana wewe kuwa mjinga katika mambo hayo eh, huna yani eh, huna dharura mbele ya Allah Mtukufu, na kuna mambo ambayo ujinga wake una nafasi. Ni yapi? Haya ni kwa mujibu wa elimu, yale ambayo hoja ya kidalili imesha kufikia na kukusimamikia okay, kutia dalili imekufikia vizuri kabisa, hayo tayari kujitia ujinga ndani yake hakuna dharura, unashikwa tayari, tayari, hoja imesha kufikia. Na yale ambayo hoja yake haijakufikia basi, hayo wewe una dharura ndani yake, wama kunna muadhibina hata nabaatha rasula na hatukuwa sisi wa kuadhibu mpaka tupeleke mjumbe. Yote huyafahamu haya, sawa. So, taban, nguzo kubwa katika dini ya Uislamu ni shahada. Kwetu sisi inajulikana hii kwa maana ya jumlatu tauhid. Imamu Salimi rahimahullahu taala anatuambia, walkaulu fi ljumlati ma lam yakumi burhanu ha kaghairiha lam lamtalzamih

anasema na hukmu katika jumlatu tauhidi ikiwa haijasimama hoja yake dalili yake ni, ni sawa na mengine hailazimiki shahada hiyo sawa. <tuhum> mefaamika vizuri, walqaulu fi ljumlati ma lam yaqumi burhanuha kagheiriha lam talzami. kwanini idh lam, kwanin, lam yaku jalla mukallifan biha kwa sababu Allah mtukufu hakuwa yeye wa kukalifisha bila burhana, sidiqin, dalili ya wazi kabisa, dalili ya kweli, yudihana, subula ya kukubainishia njia. Wain ata burhanuha mraan fala, na ushahidi wake, dalili yake ikimfikia mja, basi hana yeye, yunafasan, hana nafasi ya kupewa hata kupumua. Sawa hana nafasi tena. Jinga ushaondoka. Hoja ishasimama. Kwa hivyo fahamu kwamba e, anayeangamia katika madhehebu ya Ibadhi ni yule ambaye kashasimamikiwa na hoja kisha akaifanyia kiburi hoja hiyo. Sawa eh? Fahamu hichi kitu muhimu sana. So kila siku Ibadhi motoni, hatuna hicho kitu zie sisi; sisi tuna kitu hichi. Kila aliyesimamikiwa na hoja katika jambo la haki kisha akaifanyia ujeuri akajipumbaza, huyo atakayeadhibiwa, huyo mefahamika vizuri. Ufahamu hicho kitu, sipige makelele tu, haya madhehebu yana usuli wake. Ufahamu vizuri kabisa, sawa. So, na tuelezee tu, tu kwamba hoja upande wetu imegawika katika vigao viwili: kuna hoja ya kiakili na kuna hoja ya kunakili. Hoja ya kiakili katika kumjua muumba

Kwa maanao tayari Allah mtukufu kwa kutujalia akili katika nafsi zetu ameshasimamisha hoja ya kumjua yeye uwepo. Na tukisema Allah mtukufu hapa tunakusudia mumba, kwa maana kila mwanadamu ni sawa, yeye yupo katika uh, jamii za Kiislamu au, au yupo katika jamii nyingine zisizokuwa za Kiislamu akifikia tu katika hali ya balere na akili zake timamu, anajua kwamba huu ulimwengu unaye aliyeumba. Huyo ndo mwenye kustahiki ibada peke yake hasa yake kielekeza ibada nyingine kwa ibada yake kwa mwingine asikuwa huyo, huyo anaangamia. Akenda kitafuta mtu mfano wake kazaliwa akamwabudu ka, huyo anaangamia. Akenda kitafuta mti akauabudu, huyo anaangamia. Akenda katafuta mzimu akauabudu wa huyo naangamia. Akenda katafuta kiumbe chochote chenye kuhitajia sehemu na wakati kakiabudu, huyo anaangamia hata anatakiwa kumwabudu nani? Yule aliyeumba mbingu na ardhi na kila kitu, asiyekuwa na mfano, ametangulia vitendo vyake, kuwepo kwake ni kabla ya chochote. Yeye ndiye wa mwanzo asiye na mwanzo wa kuanza, na vilivyobakia vyote ameviumba yeye. Huyo ndo akuabudiwa, na sisi Waislamu tunamjua kwa jina la Allah, sawa. Na hii ni fitra ndio shahada, ndio shahada Allah mtukufu katika aya tukufu. Sasa baada ya haya machache napenda kwanza kumwambia ndugu yetu huyu kwamba Allah mtukufu wenye kitabu chake tuambia hivi, famadha baada lhaqi illa dalal fa anna tusrafun, kuna kipi chengine baada ya haki isipokuwa upotevu, basi vipi nyinyi mutageuzwa geuzwa, geuzwa. Sikubali haki kubainikia, ujue vitakavyobakia vyote vitakavyopingana na haki vyote ni upotevu, achanene navyo hivyo, bakieni na haki na mmekawambia hivi. Ndivyo Allah mtukufu katuambia, katuambia kwenye kitabu chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia hivi, la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharatin min kibrin, hata ingia peponi yoyote yule ambaye katika moyo wake utakuwa na chembe ya kiburi. Dhara ni chembe ya vumbi ya kiburi, hata uzito aye ni mfano tu, yaani hata uwe hata uwe mdogo namna gani hicho kiburi, hata kiwe kidogo namna gani, kimo katika nafsi, katika moyo, moyo wako, pepo huinusi huingii kabisa. al kibru kiburi ni hichi, batarul haki wa ghamtu nasi, ni kudharau watu na kuipuuza haki, haki shakufikia kidalili, wewe ukaipuuza, sawa. Batarul haqi wa khamtun nasi, sawa. Hii ni riwaya ya sahabiyu aljalil Abdullah bnu Masudin radhiyallahu anhu, ipo katika Sahihi Muslim, sawa. Sasa, baada ya haya machache tunakwenda katika fatwa au katika maelezo ya Sheikh Jaid bin Khamis Al Kharusi kama alivyo katika kitabu cha aluqudu lfidiya fi usuli libadiya. Ndugu zangu waislam kitabu kiko mbele yetu hapa hichi, hapa gamba lake, aluqudu lfidiya fi usuli libadiya, taalifu shekhu lalama, uandishi wa Shekhe mwanachuoni Salim ibn Hamad ibn Suleiman Alharithi, ala mtukufu amre hemo, katika wanavyuoni wetu eh karne hizi hizi hiz karibuni, karne ya kumi na nne hijria karne kumi na tano hijeria pengine hizi karne za karibuni. Sawa hii e, ni chapa ya pili tabaa thania iliyochapishwa mwaka elfu moja mia nne na thelathini na nane hijeria ambayo ni sawa mwaka elfu mbili kumi na saba miladi. Sawa, tukenda kwenye kitabu hichi mpaka kurasa mia moja themanini na tano tunakutia maneno ya shekhe haya hapa anaya kuanzia hapa mpaka hapa, kala alalamatu rabbaniyu, amesema mwanachuoni mcha mungu almubarak, alibarikiwa jina lake nani? Jaidu bnu khamisin ibn mubarak Alkharusi, Jaid bn khamis ibn mubarak Alkharusi, al al Allah mtukufu mrehemu, kasema nini Kasema inni, hakika mimi, la uksimu billahi, nina apa kwa jina la Allah. Kasema mambara fi yaminihi fala anth, kiapo cha mwenye kupitisha kiapo chake bila ya kukitengua, kiapo cha mwenye kukifanyia kazi kiapo chake bila ya kukitengua. Hakuna kutengua kiapo hichi. Sawa. <laughs> ana hapa nini, inna man mata ala dini labadhi al hakika, yoyote atakayekufa akiwa katika dini ya Kiibadhi asahihi, iliyokuwa sahihi, ili sahihi. Ndugu yangu Muislamu, kuna ma kuna maneno ya kiistilahi katika madarsi zetu. Aliposema dinu libadhi al ibadhi, hapa kakusudia kitu gani shekhe? Kakusudia mahewebadhi la, kakusudia itikadi ya Kiibadhi, itikadi ya Kiibadhi tena katika masaili lusuli, usuli, masala ya usuli peke yake. sawa do eh? Makusudio yake, kuna masaili furu katika itikadi hayengi hapa sawa eh. Masail dini ni ni yale masaili ambayo dalili zake ni qatiyu thubuti qatiyu dilala, kuthibiti kwake ni kwa yaqini, na kusudio lake ni la yaqini, yake yake ndio na kusudiwa hapa sawa ha. Sawa, akasema ghaira makithin lima ahada Allah alayhi min qablu, bila ya yeye kutengua yale ambayo amemuahidi Allah mtukufu hapo kabla. Maana ni ni yake nini? Maana yake kufanyia kazi hii itikadi ya kibadhi hii, alielezea hapa kuifanyia kazi vizuri, bila ya kwenda nje yake, akaifanyia kazi kama inapopasa. wala mughayira haqiqatihi, wala si mwenye kubadilisha uhakika wake, itikadi hii, kala hapana wala mubadila tarikatihi, wala simwenye kubadilisha njia yake. Annahu min asuadai, ya kwamba huyo ni katika wenye kufanikiwa wa. Min ahli ljannati, na ni katika watu wa peponi. Maa lambiyai wal auliyai, pamoja na manabii na mawalii. Huyo ni katika waja wa peponi, pamoja na manabii na mawalii. Husema sasa hapa Shekhe huyu siana ana ana antuletea habari mpya hii. Inamaana we mwibadhi utakwenda peponi? La, shekhe anachokwambia hapa wewe, ukajishika na itikadi ya kiibadhi kisha ukajipamba nayo ukaifanyia kazi kama inavyopasa sawa, so, basi we utakuwa katika waja wa peponi bila shaka yote ile, na hilo ni kweli wala halina shaka, sababu gani? Kwa sababu itikadi ya kiibadhi haimkubali mja kubakia katika dhambi kubwa yote ile, hiyo itikadi ya kiibadhi inakwambia kwamba wewe ukimuasi Allah mtukufu yote ile, kutubia, motoni, kwa dhambi kubwa yoyote ile kisha ukakaidika kutubia, wewe kwa we itaka pepo ni lazima ujepushe na madhambi makubwa yote hai, lazima ujipambe kwa maamrisho yaliyoamrishwa katika mipaka ya uwezo wako. Maana yake ni lazima utapambika kwa uchamungu, uchamungu ambao Allah mtukufu kaueleza kwenye kitabu chake kwamba ndio utakuwa sababu ya kuingia mja peponi: tilka ljannatu lati nurithu min ibadina man kana taqia. Hiyo ndio pepo ambayo tutamrithisha katika waja wetu, yule atakayekuwa ni mcha mungu. Waitaka pepo? Upambika kwa uchamungu, ndo itikadi ya Ibadhi, nakwambia hivyo. Na mimi nimeshaeleza zaidi ya mara moja kwamba sisi meibadhi hatutowi bishara ya pepo kwa fasiki yoyote yule atakayekufa katika ufasiki wake. Waitaka pepo? lazima upambike kwa uchamungu, ndo itikadi yetu hiyo so, sawa Mefahamika vizuri. <laughs> hatoi kabisa bishara hiyo kwa fasiki, hakuna. Wataka pepo? Pambika kwa uchamungu. Wewe bila shaka wewe ukikubali itikadi ya Ibadhi, kisha ukaifanyia kazi, ukajipamba nayo katika maisha yako, wewe ni mja wa peponi tu. Hakuna shaka yoyote ile. Sawa? Ukifa katika katika dhahiri kwetu sisi kwamba wewe ni mja wa peponi. Ghaibu anajua Allah mtukufu. Kwa hiyo kiwa amefariki katika udhahiri walivyodhihiri kwetu, basi ni kweli wapeponi bila shaka yote. Ikiwa najambo katika lete nguo huko, shauri yake atajua naye na Allah mtukufu. Kisha shekhe akasema wa inna man mata ala khilafihi falaisa lahu fi lakhirati illa naru wa biisa almasiru, na kwa hakika yoyote atakayekufa akiwa ni mwenye kupingana na itikadi hii ya kiibadhi, basi yeye huyo huko, huko akhera hatapata isipokuwa moto tu. Na huo moto huo ni pahala pabaya sana pa kufikia, ni mafikio mabaya sana hayo ya moto. Sikiliza, msalafi alipofika sehemu hii asema asiyekuwa mwibadhi atakwenda motoni. Ah, ah. Sheikh yasema wainna man mata min ghairi libadhia. Hakusema hivyo hakusema yote yake kufa, si kuwa mwibadhi. Hakusema hivyo, kasema inna man mata ala khilafi yani, yani, maneno dakiki, maneno mazito, maneno yaliyo katika usuli. Sawa, eh? Kufa huku akipingana na hii, kwa maana huyu tayari hoja za haki katika unaitakidi maibadhi zimeshamfikia, kisha yeye akapingana nayo akafanyia kiburi haki, ndo makusudio ya shekhe hapa. Sawa, eh? Ifahamika wewe tunaya itakidi kidalili imesha kufikia dalili yake kihaqi kabisa kisha ukajitia kiburi kadhara watu kisha ukapuza haki, Ghamtu nas wabataru lhaqi. Vitu vili vinaambatana hivyo, sawa. Kwa tu sisi hakuna kwa tu sisi, haki kwa kwa dalili, atakayesema yote ule dalili. Kitu kikibainika kwamba hii ni haki, tunaikubali, hata kama si Muibadhi, bali hata kama si Muislamu. Ikiwa atasema la haki kwa dalili, ki dalili kaonyesha kwamba hili ni haki, tutalikubali, hatuna ugomvi nalo, sawa. na wanaviona na wanaviona, tunakwambia hivi Walhaqu makbulun wa in min shaqiyin, na haki nakubalika hata kama imekuja kutoka mwovu. Walbatilu mardudun wa in min saidin, na batili narejeshwa hata kama imekuja kutoka mja mwema, kwani batili tunarejeshwa mbaya, batili hakubaliki. Na haki na batili tunazijua kwa dalili, sawa. Haki kwa dalili, ufahamu chukitu kwa maana hiyo shekha anakuambia wa inna mamata ala khilafina, kwamba yote atakaye kufa akiwa yeye mwenye kupingana na hii dini ya kibadhi, hojezeshia msimamikia, kisha akaifanyia ujeuri akadhara watu falaisa lahu fil akhirati illa an nar, hata pata yeye huko akhira isipokuwa moto abisa al-masir, na huo moto huo ni mafikio mabaya yaliyoje. limadha limadha, li annahu al-haqq, kwa sababu kwa sababu hii dini ya kiibadhi ilezwa hapa ni haki. <laughs> wamadha baada lhaqi illa dalal, na kuna kipi chengine baada ya haki isipokuwa upotevu. Katika Qurani, fa madha baada lhaqi illa dalal, na kuna kipi chengine baada ya haki isipokuwa upotevu. Fa anna tusrafuna, basi vipi nyinyi mnakubali kubali kugeuzwa geuzwa tu. Ala hadha insha allahu ahya wa amutu alaihi, juu ya msimamo huu juu ya neno hili, kwa kutaka Allah Mtukufu, mimi nitaishi na nitakufa juu ya msimamo huu. Na katika kaulihi wa alaihi alka llaha raba l alamin, na juu ya msimamo huu mimi nitakutana na Allah mola walimwengu wote. Kukutana na Allah mtukufu nikukutana na malipo yake, nitakutana na malipo ya Allah mtukufu mola walimwengu wote. Sawa. Kisha shekhe ameandika and, ame kitabu hichi akasema, walama tufia hadha shekhu radiallahu anhu, basi na alipofariki na alipofariki shekhe huyu, Allah Mtukufu amridhie, wudia nashuhu munharifan anil qibla, jeneza lake liliwekwa eh, likiwa limechenguka lime, lime na kibla halikuelekea kibla sawasawa. Kabla an yusala alaihi, kabla ya kusaliwa, fastadara ila lqiblati karamatan lahu hilo jeneza likageuka likaelekea kibla sawa sawa, ikiwa ni kukirimiwa kwake shekhe huyu, nana lokwenda kushughulikia kuligeuza. Allahu alam. Salimwengu hatuko peke yetu, kuna sisi binadamu, kuna majini, kuna malaika, kuna sawa. Almuhimu jeneza lake hasa. Mwahabi msalafi anashindwa kufahamu nafsi kama hii, maskini heeea ibl fastadara nashuhu sawa. Lile jeneza lake nilolilogeuka, ila lqiblati kuelekea kibla, karamatan lahu, ikiwa ni karama kwake yeye huyu shekhe. Walkalamu fi hadha lmaudui kathirun, na maneno katika maudhui hii ni mengi sana. An salafi walkhalaf, kutoka kwa salafu waliopita huko na lkhalaf vilevile, kwa maana hiyo ndugu zangu Waislamu, sasa tunashaka katika hili. Halafu sisi tunamwambia huyu msalafi, kwani yeye fatwa za wanavyuoni wake wakiwahabi masalafi zina bashiria pepo kwa wasiokuwa masalafi eti ha? hawa muatila wa madhehebu ya shaaria ambao na majoriti ya waislamu duniani watakwenda peponi, na wanapingana nanyie katika kukubali mungu viungo na harakati Eti we msalafi wa wa kutenga Tanzania, wale maturidia ambao ni jamii za kihindi hizo na kituruki, wafuasi madhehebu ya Imam Abi Hanifa, wote ni muatila, wanapingana na itikadi ya mungu viungo na harakati, hawakubaliani itikadi hiyo, itikadi ya mungu mtu hawakubaliani nayo Vipi watakwenda peponi na wao? Na meibadhi na, na mashia wote wakubaliana tikadi hiyo? Kwa ufupi, hawa muatila wote ambao wenye kwenye tikadi ni muatila hawa, vipi watakwenda peponi? Swali hilo tunasubiria jawabu kwenu, kwa sababu Islam wote wasokuwa nyinyi ni muatila wote. Nyie peke yenu mwenye kuabudu Mungu viungo na harakati, Mungu huyo katika sura ya Adamu ni nyie peke yenu. Nyie peke yenu ndio ambao mnaabudu Mungu ajulikana kwa wapi? Mwasema Mungu yuko wapi? Muna muna muna mnatahini Waislamu kwa kuuliza swali Mungu yuko wapi? Mungu wenu ahitajia wapi ya kuwepo ndani yake. Waislamu wote hawakubali itikadi hiyo. Pofu. Itikadi ya Mungu mtu, Mungu viungo na harakati. Sawa, kwa hivyo eh, wewe utajijua mwenye rejea fatwa za wanavyuoni kama zina bashiria mnapingana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kasema kwamba umma wake utagawika makundi sabini na tatu. Moja tu katika hayo sabini na tatu ndilo la peponi, yaliyobakia yote sabini na mbili motoni milele, na kila moja katika hayo sabini na tatu litadai litasema mimi ndilo moja la kwenda peponi. Hasa Maibadhi wana dhambi gani juu ya kwamba sisi itikadi yetu haikupeleki peponi kwa sababu ya wewe ni muibadhi. Hapana, itikadi yetu inakupeleka peponi kwa kwa kwa sababu sababu ya kupambika kwa ucha mungu, sawa? Kwa sababu tunaitakidi hata muibadhi awe muibadhi namna gani inakupeleka peponi kwa sababu ya kupambika kwa ucha mungu, sawa? Kwa sababu tunaitakidi hata muibadhi awe muibadhi namna gani, ikiwa atakufa akiwa na dhambi kubwa bila kutubia, basi yeye ni sasa na no wengine. Hukumu ya Allah mtukufu itamwenea adhabu ya moto itamfikia motoni milele. Hadha bila taufiki.